Kwa wananchi tunaomba kura zenu tarehe ishirini na tisa ili tukaweze kusambaza umeme kwenye vitongoji vyetu vyote. Lakini jambo la pili, tuliwaahidi mwaka elfu mbili na ishirini kuwaletea maji. Maji tumeyaleta, lakini bado hayajawafikia wananchi wote. Kazi tuliyonayo mbele, mkitupatia kura, ni kuhakikisha tunaweza kusambaza maji pila eneo la kijiji cha Ushetu waende kufikiwa na maji. Jambo la barabara, tunao mpango wa kutengeneza barabara itakayotokea Ichakaya kuja hapa Ushetu kwenda Ushirika kwenda Mlale kwenye mte lekujeze ho, tunao dhamira ya dhati kutengeneza barabara, lakini pia barabara yetu inayotoka Shibutwe kwenda Ibua tunaenda kuijenga kwa kiwango cha lami hivyo wananchi wote tuendelee kuvumilia barabara, inakuja na maendeleo yanaendelea kuja. Niombe, niwaombe sana, tarehe ishirini na tisa tujanzie kura. Kwanza, mbunge anatokana na kijiji chetu cha Ushetu, lakini na mimi msemaji wetu unatoka hapa, nimeishi hapa. Mimi ni wa ni mtoto wa mwalimu Kabelela aliyepanda miti yote iye iliyoko pale shuleni kwao, na mimi ni zao la Ushetu. Tunaomba mtuunge mkono weze kufanikiwa vizuri. Baada ya hayo sasa irudishe kijiti kwa mbunge bila mziki. Mheshimiwa ki, karibu sana. Mogo yetu oye! Ndugu yangu msemaji wa chama hiki, lakini kwa niaba ya mwenyekiti wetu wa wilaya, niliyesimama hapa mbele yenu ni mtoto wenu. Kwa majina yangu naitwa Fagasoni Aloni ni kingo matatu. Nafahamu watu wa, wa Ushetu, tunafahamiana sana kwa sababu mimi nimekuwa hapa nimesomea hapa. Kwa hiyo na leo nimekuja kwa ajili ya kuhakikisha naonana na wana wa Ushetu kwa sababu mimi hapa ni nyumbani. Lakini pia ndugu zangu wana Ushetu, nafahamu sisi ni Wasukuma, naomba niwasalimie kwa lugha mbili. Niwasalimie kwa lugha ya Kisukuma lakini niwasalimie kwa lugha ya Kiswahili. Nianze na Kisukuma. wangaluka wabama na bamayo ebize nmwashi inkamba ihega emhola wabalekaga. Ndugu zangu watu wa Ushetu, nimesimama hapa kwa ajili ya mambo mawili. Moja ni kwa ajili ya kuja kujitambulisha kwenu, kwa sababu nakamu mimi ni mtoto wenu na nifahamu vizuri lakini jambo la pili limekuja kuomba kura zetu, ile tarehe ishirini na tisa mwezi ule wa kumi, tujitokeze kwenda kupiga kura zambio. Lakini tunafahamu tunapiga kura hivi kwa mapiga matatu, tunapiga kwa mheshimiwa rais, tunapiga kwa mbunge, lakini tunapiga kwa diwani. Lakini tunafahamu tunaea wa Chama cha Mapinduzi mpaka soni arodi Masasi, lakini tunaye diwani wetu, ndugu yangu, ndugu yangu Shayo, twende tuwapigie kura za ndio ile tarehe ishirini na sita. Ndugu zangu, watu wa Ushetu, niwaombeni sana. Najua nataka kuniagiza kwenda kuwatumikia watu wa Ushetu na jimbo letu Wakonge. Kwa hiyo, miombe jambo moja na fahamu, mwenyeji ameyazungumza hapa, ilani ya ishirini ishili na tano yale ambayo ilani yetu ilienda kuwatimizia watu wa Ushetu na watu wa Ushirika. Lakini pia niwaombe, tunao ilani yetu ya ishirini tano thelathini ambayo itaenda kusimamia na mbunge wenu, kata soni yalo vinatatu. Tunazo changamoto nyingi, tunazo changamoto za mabarabara, lakini tunayo changamoto ya shule. Haya yote tahakikisha na yenda kuyasimamia ili wananchi wangu hawa waweze kupata kuhaa, kwa sababu aa liatidise nheka kuyasimamia. Tunayo shule yetu ya hapa Ushetu tuliyoyabisha kwa nguvu zetu kama wananchi, inawahidi nitakuja kuimalizia mharamoji barabazi hii ietaleaiawetu wa kumi ili wanafunzi wetu waweze kusoma kwa haraka. Lakini uku zangu na fahamu tunazo changamoto za mabarabara pana. Tunayo hii barabara inayotoka Ushirika kuja hapa Ushetu ni mbaya sana, lakiniiid sababu tunazo kilomita mia tatu na hamsini na kiwango cha mora, kwenye ilani yetu ya ishirini na tano thelathini kwao, ni wahidi barabara hii itahakikisha naifanyia kazi. Lakini pia tunayo mabarabara yetu ya mitaa, tunazo kilomita mia tatu na kiwango cha morau, kitahakikisha mabarabara haya yamwenda kutengenezwa na kuchimbwa kwa haraka sana. Lakini ndugu zangu, nafahamu kunazo changamoto za maji, yakumtuko wetu wa maji umeshafika lakini kuna vitongoji havijapata maji, na mimi mneamini kikika nafasi hii kikahakikisha vitongoji vyote vinaenda kupata maji, lakini ikiwemo kuchimba visima vilefu, kwa sababu yajiea eo cha mapinduzi ya ishirini na tano thelathini vimeelekeza vitongoji vyote tuenze kuchimba visima vilefu, ili wakina mama wotu watuwe ndoo kishwani. Wakina mama oye wadani wakwaja watome makati oye lakini ndugu zangu, natambua na mnafahamu kunao uhaba wa umeme. Changamoto hizi za umeme tunafahamu, umeme tunao, lakini tuna vitongoji havijapata umeme. Ilani yetu ya 2025 ilielekeza kata zote pamoja na vijiji vyote vipate umeme, lakini ilani ya 2025 vinaelekeza vitongoji vyote viweze kupata umeme e, kaya kinapaja ka umeme shaka, makofi mengi sana kwa Chama cha Mapinduzi lakini ndugu zangu watu wa Ushetu, hili nafahamu ni mtoto wenu na ni niombe niamini sana, kwa sababu vita wangu tumepata bahati. Ilani yetu ya chama cmishikatawa thelathini tunazo kilometa thelathini ambazo zitatoka igumwa shiuzwe mpaka ushirika kwa kiwango cha lami, mchape makofi mengi sana na Chama cha Mapinduzi. Lakini ndugu zangu watu wa Ushetu

baada ya kufika chama chau, lakini ndugu zangu wananchi wa Ushetu, niwaombeni sana ile tarehe ishirini na tisa mwezi ule wa kumi mwezi huu twende kutatiki kwa Daktari Samia Suluhu Hasani awe raisi wetu, kwa sababu raisi huyu amekuwa ni raisi mwema sana, na niwakumbushe ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya ishirini ishirini na tano ilileta bilioni sabini na sita kwa ajili ya maendeleo ya wilaya hii kwani waombe tuendelee kukiamini chama cha mapinduzi kwa sababu chama hiki ni imara na chama hiki kina nguvu pia. Maana leo chama hiki kimewaletea vijana wenye nguvu ambao wanaweza kukimbia kila wakati. Mimi na Shaya tukishirikiana, tutaenda kuleta maendeleo kwenye kata yetu ya ushirika ucakomakoku mengi sana. Kwa hiyo, ndugu zangu, watu wa Ushetu, tuwaombeni sana, ile tarehe ishirini na tisa msikuangushe, muende mkatupe kura za ndio.

Kwa hiyo niombe wangapi watampa kura nyingi sana shayo. Anjim dugu yangu msemaji wetu wa chama za Kelela, nikuombe sasa mdulishe maiki hii, kwa sababu nafahamu hali ya hewa sio nzuri, lakini niamini mimi, ninawapenda sana watu wangu, na nitamani sana nizungumze na nyinyi, nicheze na nyinyi, kwa sababu mimi hapa ni nyumbani. Mdealo vitigo na skiri namfahamu.